katika mlolongo wa nyota kumi na mbili za Zodiac. Leo nyota zako zinakuhimiza kuchukua hatua kwa ujasiri lakini kuwa makini mazi. Sayari yako inayotawala inakupa nguvu lakini ni muhimu kudumisha subira. Katika kazi siku hii ya leo, leo ya leo si siku nzuri ya kutekeleza malengo yako ya kikazi, lakini hakikisha unajitahidi na kutunza ufanisi. Usikubali kukurupuka, kwani unaweza kukosa fursa muhimu. Upande wa mapenzi, siku hii ya leo, uhusiano wako unaweza kuwa wa kifamilia na wa karibu leo. Weka kando tofauti zako na ongea kwa uwazi na mpenzi wako ili kuimarisha uhusiano wenu. Upande wa kifedha, siku hii ya leo, leo itakuwa bora kuchukua muda kutathmini hali yako ya kifedha. Usifanye maamuzi ya haraka, badala yake fikiria baadaye yako na uwe na mpango thabiti. Upande wa kiafya, siku hii ya leo. Pumzika kidogo na tengeneza ratiba ya kujitunza kimwili na kiakili. Mifumo ya mazoezi au masomo ya hali ya juu itakusaidia kuboresha afya yako. Siku ya leo itakuwa na mabadiliko madogo lakini kuwa tayari kukutana na fursa mpya. Vaa mavazi ya rangi za moto kama vile nyekundu au machungwa. Rangi hizi zitakupa nguvu na kuongeza mvuto wa kimahusiano. Rangi ya bahati ni nyekundu, nambari ya bahati ni tatu.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 Leo ni siku ya kujitolea kwa faraja na uhusiano wa kibinafsi. Sayari ya Venus inakuongoza kuzingatia hisia zako na mahusiano yako. Katika kazi siku hii ya leo, hii ni siku nzuri ya kujenga uhusiano na watu wa kazini na kuanzisha ushirikiano mpya. Tafuta ushauri kutoka kwa watu wa karibu ili kufanikiwa. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo, mapenzi yanaweza kuwa mazuri leo, lakini zingatia hisia za mpenzi wako. Kuonyesha upendo na kujali kutakusaidia kuimarisha mahusiano yako. Upande wa kifedha siku hii ya leo huu, ni wakati mzuri wa kutathmini na kupanga matumizi yako kwa uangalifu. Uwezekano wa kupata fursa za kifedha unaweza kutokea. Upande wa kiafya siku hii ya leo, pumzika na kujitunza kiakili na kimwili. Mazoezi ya utulivu kama yoga yatakuweka katika hali nzuri. Hii ni siku nzuri ya kujenga tabia bora za kifedha na kufanya mipango ya kifedha ya muda mrefu.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 Kuwa wazi kwa maoni ya wengine na ushirikiani kwa ufanisi. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo, mahusiano yanaweza kuwa yenye mvuto na hamu leo. Ongea wazi na mpenzi wako ili kujenga uhusiano wa karibu zaidi. Upande wa kifedha siku hii ya leo, hii ni siku nzuri ya kutathmini mipango yako ya kifedha. Angalia fursa za kuwekeza kwa umakini ili kulinda mali zako. Upande wa kiafya siku hii ya leo, mazoezi ya kimwili au ya akili yatakuwa muhimu leo ili kuboresha hali yako ya kiafya. Fikiria kujitolea kwa shughuli za kijamii au kujifunza kwa jambo jipya. Uwe na utulivu ili kuepuka mambo yasiyotarajiwa yanayoweza kujitokeza. Vaa mavazi ya bluu au kijani kibichi, rangi hizi zitakusaidia kuonyesha ujasiri na kutuliza akili yako. Rangi ya bahati ni bluu, nambari ya bahati ni nne, mafusho ni rosemary, manukato ni eucalyptus, saa nzuri siku hii ya leo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 ambapo nyota zako zinakupa nafasi ya kuzungumza kwa kina na wengine kuhusu hisia zako za ndani. Katika kazi siku hii ya leo, hii ni siku nzuri ya kutumia uwezo wako wa kipekee katika kutatua matatizo. Ufahamu wako wa kimhemko utakuwa muhimu katika maamuzi yako ya kazi. Upande wa mapenzi siku hii ya leo, mahusiano yanaweza kuwa ya hisia kubwa leo. Zingatia kujenga uhusiano wa kina na mpenzi wako kwa kujali na upendo. Upande wa kifedha siku hii ya leo, leo unahitaji kuwa na tahadhari na matumizi yako. Angalia vyanzo vyote vya mapato na weka malengo ya kifedha. Upande wa kiafya siku hii ya leo, pumzika na fanya mazoezi ya kutuliza akili yako, kujitunza kimwili kutakusaidia kujivunia afya bora. Kwa kuwa nyota zako zinakupa fursa ya kufanya mabadiliko makubwa katika maisha yako, kuwa wazi kwa kubadilika. Vaa mavazi ya rangi za bluu za giza ushaba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 Upande wa kimapenzi siku hii ya leo, huu ni wakati mzuri wa kuonyesha mapenzi yako kwa mpenzi wako. Uhusiano wako unaweza kuimarika kwa kuonyesha unyenyekevu na upendo wa kweli. Upande wa kifedha siku hii ya leo, leo itakuwa bora kutunza na kuwekeza kwenye shughuli za kifedha zinazokuza hali yako ya kifedha. Upande wa kiafya siku hii ya leo, fanya mazoezi ya mwili au yoga, kujitunza kutakusaidia kuwa na nguvu na kuwa katika hali nzuri ya afya. Leo unaweza kuwa na changamoto kidogo, lakini utashindwa kwa kutumia uvumilivu na uwezo wako wa kutatua matatizo. Vaa mavazi ya dhahabu au rangi za shaba. Rangi hizi zitakuonyesha kuwa na nguvu na kuvuta watu karibu nawe. Rangi ya bahati ni dhahabu, nambari ya bahati ni moja, mafusho ni vanira, manukato ni rose. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 12 kamili asubuhi hadi saa 8 kamili mchana. Je, ushirikiane na nani?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 hii ni siku nzuri ya kujiimarisha kazini. Usisite kutumia muda wako kupanga na kutekeleza malengo yako ya kazi. Upande wa kimapenzi, siku hii ya leo, mahusiano yanaweza kuwa ya kifamilia na ya kistaarabu. Hata hivyo, hakikisha unachukua muda kwa mpenzi wako na kutoa huduma ya karibu. Upande wa kifedha, siku hii ya leo, mali zako zinahitaji uangalizi. Leo fikiria kuhusu uwekezaji wa muda mrefu na usifanye maamuzi ya haraka. Upande wa kiafya siku hii ya leo, jitunze na epuka mfadhaiko. Fanya mazoezi ya mwili na uhakikishe unapata usingizi wa kutosha. Hii ni siku nzuri ya kupanga na kuweka mikakati ya muda mrefu. Vaa mavazi ya kijani kibichi au bluu. Rangi hizi zitakusaidia kuboresha hali yako ya kimhemko na kufanikisha malengo yako. Rangi ya bahati ni kijani. Nambari ya bahati ni tano.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 Leo ni siku ya kutafuta usawa na kujenga mahusiano bora. Nyota zako zinakuhimiza kuweka kipaumbele kwa ushirikiano wa karibu. Katika kazi siku hii ya leo, leo ni siku nzuri ya kushirikiana na wengine kazini. Timu yako itaweza kufanikisha mengi ikiwa utaonyesha uwezo wako wa kufanya kazi kwa pamoja. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo, mahusiano yanaweza kuwa ya kuhamasisha leo. Zingatia kujenga upendo kwa kusema na kufanya mambo ya kipekee kwa mpenzi wako. Upande wa kifedha siku hii ya leo, hii ni siku nzuri ya kufanya maamuzi bora ya kifedha. Hakikisha unawaza kwa kina kabla ya kuwekeza au kutumia fedha zako. Upande wa kiafya siku hii ya leo, afya yako itakuwa bora kwa kushiriki katika mazoezi ya kijamii. Pia changia kwa familia yako au marafiki kwa kuhakikisha wana afya njema. Siku ya leo itakuwa na mabadiliko kidogo, lakini usikate tamaa kwa sababu mabadiliko haya yatakuletea mafanikio baadaye.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 uwepo wako utaleta mabadiliko mazuri. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo leo, unaweza kugundua mambo mapya kuhusu mpenzi wako. Zingatia kufanya mazungumzo ya kina ili kuboresha mahusiano yako. Upande wa kifedha siku hii ya leo leo, unahitaji kuwa na tahadhari na fedha zako. Fikiria upya mikakati yako ya kifedha ili uweze kufikia malengo yako ya baadaye. Upande wa kiafya siku hii ya leo, jitunze kimwili na kiakili. Pumzika na fanya mazoezi ili kuondoa mvutano wa kiakili na mwili. Leo uwezekano wa kutokea kwa mabadiliko makubwa ni mkubwa. Kuwa na moyo wa kujaribu vitu vipya. Vaa rangi ya mavazi ya shaba, rangi ya giza au rangi ya zambarau. Rangi hizi zitakusaidia kujiweka kwenye hali ya kufanikiwa. Rangi ya bahati ni zambarau, nambari ya bahati ni tatu, mafusho ni frankincense, manukato ni mirhi. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa kumi kamili jioni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 Kujenga uhusiano mzuri na watu wa karibu ni muhimu siku hii ya leo. Katika kazi siku hii ya leo, ni wakati mzuri wa kuonyesha mawazo yako ya kibunifu. Hakikisha unashirikiana na wenzako kwa njia ya kufanikiwa. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo leo, ni wakati wa kujifundisha zaidi kuhusu hisia zako. Jaribu kuwa wazi kwa mazungumzo ya kina na mpenzi wako. Upande wa kifedha siku hii ya leo leo, kuna fursa nzuri za kifedha. Lakini pia kuna hatari. Hakikisha unafanya utafiti wa kutosha kabla ya kuchukua hatua kubwa za kifedha. Upande wa kiafya siku hii ya leo, afya yako itafaidi kutokana na shughuli za nje kama vile kutembea au kukimbia mbio. Hii itakusaidia kutuliza akili yako na kujiimarisha. Leo unaweza kupata fursa ya kujifunza kitu kipya. Usikate tamaa ikiwa kuna mabadiliko kwenye njia yako. Vaa mavazi ya rangi za bluu au kijani kibichi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 unahitaji kufanya maamuzi makubwa leo. Zingatia mazungumzo ya wazi kuhusu matarajio yako. Upande wa kifedha, siku hii ya leo, hii ni siku nzuri ya kupanga na kurekebisha hali yako ya kifedha. Fanya uamuzi wa busara ili uwe na uhakika wa usalama wa kifedha. Upande wa kiafya, siku hii ya leo, afya yako inahitaji umakini leo. Fanya mazoezi ya mwili au yoga ili kusaidia kupunguza msongo wa mawazo. Mabadiliko madogo yanaweza kutokea leo. Hata hivyo, kuwa na mtazamo chanya kwa mabadiliko haya. Vaa mavazi ya rangi ya kijivu, bluu au nyeusi. Rangi hizi zitakusaidia kujiweka kwenye hali ya kutuliza akili na kuzingatia malengo yako. Rangi ya bahati ni nyeusi, nambari ya bahati ni nne, mafusho ni sandalwood, wood, manukato ni cedarwood. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 12 kamili asubuhi hadi saa 2 kamili asubuhi. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya ng'ombe mashuke na nyota ya mbuzi. Tukiangazia nyota ya ndoo, hii ni nyota ya watu walozaliwa Januari 20 hadi Februari 18. Kumbuka hii ni nyota ya 11 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiac. Leo nyota zako zinakuonyesha fursa za kijamii na kitaaluma. Hii ni siku nzuri ya kuwa na mazungumzo ya maana na watu wapya katika kazi siku hii ya leo Leo utapata mafanikio kwa kushirikiana na watu kutoka maeneo mbalimbali. Maoni yako mapya yatasaidia kufungua njia mpya kazini. Upande wa mapenzi siku hii ya leo, leo mahusiano yanaweza kuwa ya kusisimua. Zingatia kujenga uhusiano wa kifamilia na kuwa na mazungumzo ya maana na mpenzi wako. Upande wa kifedha siku hii ya leo, fedha zako zinaweza kuboreka leo, lakini hakikisha unafanya maamuzi kwa umakini. Epuka kutumia fedha kiholera. Upande wa kiafya siku hii ya leo, afya yako inahitaji kuzingatiwa leo. Fanya mazoezi ya mwili na uhakikisho unapata usingizi wa kutosha leo. Ni wakati mzuri wa kubuni na kutekeleza mawazo yako ya kisasa. Vaa mavazi ya bluu au rangi za giza. Rangi hizi zitakusaidia kuongeza akili yako na kuzingatia maono yako. Rangi ya bahati ni bluu, nambari ya bahati ni mbili. Mafusho ni sage, manukato ni lavenda. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa sita kamili mchana hadi saa nane kamili mchana. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana na nazo siku hii ya leo ni nyota ya Mapacha, Mizani na nyota ya Mshale. Tukiangazia nyota ya Samaki, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Februari 19 hadi Machi 20. Kumbuka, hii ni nyota ya 12 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiac. Leo nyota zako zinakuonyesha njia ya kujieleza kwa njia ya kipekee. Hii ni siku nzuri ya kuzungumza kwa ufanisi na kutatua matatizo kwa usikivu. Katika kazi siku hii ya leo, leo sisite kuzungumza na wenzako kuhusu mawazo yako, hii itasaidia kukuza uhusiano mzuri kazini. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo, mapenzi yako yanaweza kuwa na hali nzuri leo. Zingatia kufanya mazungumzo ya upendo na kuelewa hisia za mpenzi wako. Upande wa kifedha siku hii ya leo, hii ni siku nzuri ya kuzingatia na kupanga tumia akili yako vizuri ili kufaidi malengo yako. Upande wa kiafya siku hii ya leo afya yako itafaidi kutokana na utulivu wa kiakili na kimwili. Fanya mazoezi ya kujitunza au yoga ili kujikinga na mvutano wa kila siku. Leo kuna nafasi ya kufungua milango ya mafanikio kupitia maamuzi bora. Vaa mavazi ya bluu au kijani kibichi, rangi hizi zitakuwezesha kujiimarisha kimwili na kimhemko. Rangi ya bahati ni kijani kibichi. Nambari ya bahati ni sita.